Mkakati wa maji ndani ya serikali ni maelekezo ya chama cha mapinduzi, kwamba tuhakikishe tunapeleka maji mpaka vijijini, tuhakikishe wananchi mpaka vitongojini wanapata maji. Na mheshimiwa Dkt. Samia Suluhu Hassan aliamua kununua malori yaliyobeba mtambo wa kuchimbia visima vya maji. Malengo ni kuhakikisha kwamba tunapeleka jarilo kwenye kitongoji kinachimba maji, tunaweka pampu, wananchi waanze kunywa maji pale. Ambapo tunapata chanzo kikubwa, tunaweka mradi wa mtandao wa mabomba. Sasa hivi tunaenda mbali zaidi, tunatumia teknolojia ya tuna kutoa maji kwenye mito na maziwa na mabwawa kupeleka kwa wananchi. Nataka nitumie nafasi hii kuwasihi Watanzania wa wenzangu tulinde mazingira yetu, tulinde vyanzo vya maji ili tuweze kuvitumia vyanzo hivyo kuchota maji na kuwapelekea wananchi kwa kuweka mifumo ya mabomba. Tumshukuru sana rais wetu Mheshimiwa Dkt. Samia Suluhu Hassan kwamba bajeti ya wizara hii ameiongeza, ili wizara imudu kupeleka maji kwa wananchi mpaka vijijini. Kazi inayofanywa hapa kwenu na ujenzi wa matenki ni kazi endelevu, ili wananchi waweze kupata maji kwenye maeneo yote. Na wizara yetu wakati wote iko bize, na mheshimiwa waziri yuko bize, awali katibu mkuu wake yuko hapa, wakurugenzi wake wako hapa, lakini pia na RUASA inafanya kazi hapa. Hawa ni watumishi wa umma, wanafanya kazi ya kuleta maji. Sisi wananchi tuhakikishe vyanzo tunavitunza kwa udi na uvumba na iwe ajenda ya kila mmoja ya kutunza mazingira.